Leo Ijumaa, Novemba saba, mwaka 2025, Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu, Dar es Salaam, imewasomea mfanyabiashara Jenifer Jovin aliyefahamika kwa jina la Niffer pamoja na wenzake ishirini na moja mashtaka matatu makubwa ya uhaini yanayozua mjadala mkubwa kabisa wa kisiasa na kisheria nchini Tanzania. Kosa la kwanza linawahusu washtakiwa wote ishirini na mbili, likidaiwa walikula njama ya pamoja ya kutenda kosa au kupanga uhalifu unaohusiana na uhaini, hatua iliyochukuliwa kwa uzito mkubwa na upande wa mashtaka. Kosa la pili linahusu washtakiwa ishirini na moja isipokuwa Niffer likidaiwa walianzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu mwaka 2025 na kwa vitendo walifanya vurugu zilizoharibu mali za umma huku wakitishia mamlaka ya serikali. Na kosa la tatu linamuhusu Niffer pekee, ambapo anadaiwa kuhamasisha watu kuvuruga uchaguzi Mkuu 2025 na pia kuhimiza umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kutoka dukani kwake, hatua iliyosababisha taharuki kubwa na, na kutilia shaka amani ya uchaguzi. Mahakama bwana, mwisho kabisa, ikaeleza kwamba washtakiwa watapata fursa ya kujitetea huku kesi hii ikifuatiliwa kwa karibu na wananchi, wanasiasa na, na wadau wa haki za binadamu. Tuambie una maoni gani?